Nisaisikia mapasta wameulizwa maswali pale kuhusu tafsiri ya kwa nini Mungu ni baba nini, hawana jibu. Sasa vitu kama hizo zinanipatia ushahidi ya kuona pale, wale watu wanapenda haki na ustadhi, ajaribu akosee atakosolewa ni hawa waumini, pasta akosole yangu, kanifanya nione, sijui kama mapasta ni sijui kama wanajua na wanafanya makosa ama wanapoteza watu ili wa, waishiki kuja kanisani walete pesa. Sasa hiyo ndio inanishindaka, kwa sababu mwenye anafanya u, u vibaya akijua anajua na, ni vibaya ni vibaya sana. Sasa, mimi nikajua, mimi nikaona, kanisani, hmm. Sasa mimi nikajua mimi nikaona sioni mwangaza kanisani juu unanunuka kuombewa. Sasa mimi na Mungu, hakuna chenye si chake, kila kitu ni chake, mpaka sisi ni mikono ni kazi ya mikono yake. Sasa bona hivyo hivyo, aliona ndio mimi nikaona na hapa kuna ukweli, ndio nikachukua hatua yangu. yatupa mm, Abbas Online TV yatupa mata ya uisila tena kwa nidham Yeah. Majina ni Suleiman Maina. Mimi nilisilimu. Mimi naishi Githurai 45 mtaa wa Kisumu Dogo. Nilisilimu tarehe kumi na tatu mwezi wa sita 2025. Kabla ya kusilimu, nilikuwa naitwa Francis Maina. Jina lenye nilijipata nalo wakati wazazi ndio walinipea Sa, wakati wa maamuzi yangu ilifika, mi nikafanya vile niliona ni vizuri kwa maisha yangu. Wazazi walinipea jina Francis Maina, mi nilijikuta naitwa hivyo. Sasa ina maana walinipea wakati wao wenyewe walikuwa nanipea jina nilipozaliwa. Mama yangu ni Mkristo, baba yangu naye aendi kanisani, nimelelewa katika maisha ya Ukristo lakini mimi sikuwa ienda kanisani, wao ndo walikuwa naenda. Sasa mimi yani, hiyo roho haijai nishika ati niende kanisa, napataga tu, sijaikua kuwa na huo mood. Juu mimi naona labda nilikuwa nimebebwa nikiwa mdogo ndio nilienda kanisani juu hiyo. Hivi sasa ndio nimesilimu hapa, ndio penyani nimekuja sasa kwa kutaka kwangu sijai kuwa nimepelekwa nimeenda. Oh, maisha yangu kabla ya, maisha yangu kabla ya, ya, ya kusilimu hapo, kitambo, wazazi wangu mi walivurugana. Walipovurugana sasa, kila mtu baba kivi yake, mama kivi yake, mi nikaachia pale class 3 masomo. Sasa mi nimesurvive town hata kusoma soma hivi ni, hiyo nilifika class 3, lakini nikawa ni Mungu tu hivi hivi nimefika mtu mzima. Lakini sasa katika ile uchunguzi wangu nilitaka kujua ukweli wa mambo, nilipotaka kujua, nikiona watu wanaenda kanisani, nikiona watu wanaenda kwa, kwa msikiti, wengine wanasema kanisa hivi msikiti hivi. Asa mimi huwa siamini siamini chenye si, sijaona. Nilianza kuchuguza vitu tatu. Isilamu, Kikristo na mira. Asa mimi nikuwa kama Maina nikuwa nimesimama katikati, naangalia ni wapi ukweli. Asa mimi hapo ndio niliona, nilichagua nikaona nikana kuligana zile, nimesikiza wengi sana mawaidha ya Kiislamu na ya Kikristo na ire mira nikaona ile New Testament ili ili ili nipoteza kwa wale. Nikaona pale kuna uongo. Nikaona hii gine hii kisilamu, niliposikiza wale mawaidha nikajua kumbe Yesu hakufa, mengine mengi nikapata ukweli. Kuna vile huwa hatupatangi ukweli, hiyo ikanifanya nione nikisawa isikia nimesawa isikia sana mahojiano mengi sana ya kuwa ni pasta na ustadhi ni ikawa pasta anakosa jibu anauma ulimi. Jimusa isikiza sana hizo mawaidha. Sasa nikaona <coughs> penye ukweli ni pale, na ndio hiyo siku enye ukweli ulinizidi nizidi nikaenda kusilimu. Ile kimira ile kimira unapata inaendana na ile Old Testament. Alafu kusikiza maustadhi kwa ile Kiislamu nasikia, wanakuja ukosania hapa kwa New Testament. Alafu nikisikia ile Kikristo vile wanahubiri wanahubiri wakielekeza kulingana, vile nilisikia ustadhi mmoja akisema kuhusu sadaka. Sadaka nikasikia ustadhi amesema hata umefanya na jambo nzuri kulingana na wewe, hiyo ni sadaka. Lakini pasta ananionyesha at the sacrifice ya pesa. Nikaona pale kuna kuna vile yani sinaona ukonman. Sasa mimi nikaona labda mia niliamua nikaona hii dini yenu, hii dini ya Waislamu na ile odoire ile mila. Iko same na ile. Haikosani. Kwa sasa mimi niliona hii kama inaendana na ile mira zetu za Kikuyu. Mimi naona hii ndio inafaa, kwa sababu yani inaendana, hakuna penye wanakosania tu pale kwa New Testament. Sasa nikaona mbona sasa niende pale kwa mabarua, ndio mimi niliugana na hii, ndio nikaona hakuna pale inanizuia kufanya mira zetu. Mira zetu mira kuligave, mimi nimekagua nikaona vile huwa ustadhi anaongeaga kwa mfano, ni kwa Muislamu anaongeaga akitoa ushahidi kwa Biblia, pia yule yule mwalimu wa mira zetu anaongeaga kitu akiwa amelinganisha na Biblia pale kwa Old Testament, chenye anasema anatoa ushahidi wa Bible pale, na sijaisikia ametoa ushahidi wa New Testament pasta huyo mwalimu wa mira za anapiga Paulo sana, ndio alipoteza watu juu anawaonyesha vile. Kwa mfano ni hizi ma hizi doa kwa mfano hivi watu kuoa, anawaonyesha vile ati Mungu Yesu alikufa ati kwa ati msitoe mahari ati msifuate ile mira. Sasa unapata unapata ule sasa unapata aye ndani aye ndani na ile kanisa, kanisa, na ukichunguza familia zote zenye hazikufuata hazikufuata zilifuata hazi hii hazi mambo ya New Testament kutoka zamani, saa hizi zimevurugika. Unashindwa, kwani hizi familia zilifanyika nini? Sasa nikisikiza yule alafu nikisikiza hawa ustadhi, mimi niliona ile ndio kitu yenye inaongozeka pahali pamoja, na pia wao wao anaugaga Ibrahim mkono. Sasa mimi nikaona nilikuwa katikati. Hapo ndipo mimi nilikuja katika vile nasikiliza, juu kuna pahali pia, nikipita jiani nilipata watu tu wakiangalia TikTok. Nikapata jamaa akasema hapo kwa TikTok, nikipita jiani mtu akasema nyinyi wa Kristo vitu zenu zinakuwa upside down kuliko maskini, wape matajiri, wape maskini sadaka. Maskini ndio wanapea matajiri sadaka, hiyo pia ikatoa ika pointi pale. Yani kut, yani mimi napenda ile haki ile usaidi, ati kuna hii hii kuna hii kama kuna Qurani, na kuna tafsiri yake. Nisaisikia mapasta wameulizwa maswali pale kuhusu tafsiri ya kwa nini Mungu ni baba nini, hawana jibu. Sasa vitu kama hizo zinanipatia usaidi ya kuona pale wale watu wanapenda haki na ustadhi, ajaribu akosee, atakosolewa. Ni hawa waumini pasta akosoleangu Asa inakuwa sina nguvu kwenda kanisani mimi. Na sijai waza kanisa. Asa mimi nilienda penye pale niliridhisha kwa roho yangu. Ile siku mtu aliuliza kwa simu kwa redio akauliza kuhusu ate aelezewe kuhusu Uislamu ni nini. Sasa ile kufafanuliwa ile ikawa ndio iko kwa roho yangu. Huyo mtu vile alifafanuliwa. Ndio mimi nikachukua hiyo hatua hapo hapo hiyo saa. Juu ili zidi zile mbili sasa, ile grade ya Kikristo kuisikiza. Juu mi nilikuwa nakagua nitaingia wapi, ili nikishaingia nijue chenye. Juu nilitafuta dini ili nijue, nijue talenti yangu. Juu ni mtu aliniambia hati lazima niende kanisani. Sasa mi niliendete kanisa na moski niangalie ni wapi kuna haki, mi niliona penye kuna haki. Niliangalia mpaka muvile ya Yesu nikaona hakuna penye Yesu alisema aombwe Yesu, alikuwa anaambia, anataka ana wajue kuongozwa ni Roho Mtakatifu, watu wanamwomba yeye. Sasa hiyo ikanifanya nione, sijui kama mapasta ni sijui kama wanajua na wanafanya makosa ama wanapoteza watu ili wa, waishigi kuja kanisani waletee pesa. Sasa hiyo ndi inanishidaka kwa sababu mwenye anafanya vibaya akijua nanajua, ni vibaya ni vibaya sana. Asa, mimi nikajua mimi nikaona, sioni mwangaza kanisani, juu unanunua kwa kuombewa hmm. Sasa mimi na Mungu, hakuna chenye si chake, kila kitu ni chake, mpaka sisi ni mikono, ni kazi ya mikono yake. Sasa bona iwe ate? Ndio mimi niliamua niende kule, ni mengi sana, nikaja nikapata habari Yesu hakufa nikaja nika maandiko mengine ilisomwa ambayo hata kama ilikuwa ni aliuliza aliulizwa je, itakuwaje? akasema chenye kilitendekea Yona ndio kitatendekea hata kwa moyo wa dunia. Mimi nasema tu maneno, neno nilisikia kwa redio kwa Iqra FM. Sasa nikaona ina maana Yesu ule uwezo wenye ulifanya wale wa kule wengi, huo huo ndio uwezo wenye walifanya waone kama kama alikufa kama walimuua, hiyo hiyo uwezo alikuwa, yani alikuwa na miujiza yenye akifanya. Sasa wale waliona kinyume, kama hivyo hivyo waliona ndio. Mimi nikaona na hapa kuna ukweli, baada ya kusikiza maswala maswali katika Ikra FM, hapo ndio niliamua kuslim katika kipindi kinaitwa Risala, nikaslim tarehe kumi na tatu mwezi wa sita 2025, na mimi najisikia niko huru kutoka hiyo wakati, na huwa yani nilisikia tu nimejawa na furaha, kwa sababu nilipata cha nilikuwa nataka, na ndipo niko hapo sasa, nipate sasa niendelee na masomo ya kujua ukweli. Hakuna mtu ambaye amejua nimesilimu, kwa sababu lakini wenye naishi nao tu huku mitaani huko Githurai wao wananionaga mimi kama Muislamu kwa sababu napataka mambo, kuna mambo naweza pata ikielezea, ni waulize maswali tukose kuelewana, kwa sababu naona ananda, wanadanganya. Sasa hata wakijua kwetu mtu akisa ari tena, uwezi fuatiliwa vile wewe unataka kuishi, unapewa nafasi ya wewe kujichagulia maisha yako kivi yako. Sasa mimi mapenzi yangu ni, ni vile penda, mimi naweza penda, babangu anapenda hivyo, babangu hawezi nipinga vile mimi naweza nikataka, wala mamangu, kwa sababu hakuna makosa kwa vile mimi nafanya jus wa thuru, nasitoki sawa, sioni makosa maono yangu mimi katika Uislamu. Mungu anisaidie nijue vile inafaa mimi nifanyage katika kumaombi najua nitajua, juu nimeanza hatua sasa. Nitaugana na wenye wako katika mtaa wangu, nitakuwa nashirikiana nao. Najua siku kidogo zijazo nitakuwa niko mbele. Watu wangu wa nyumbani siwaogopi kwa kivyo vyote, kwa sababu hata babangu siha halikuwa hajaienda kanisa mapenzi yake babake haiha kumuuliza juu ya mapenzi yake kutoenda kanisani. Mamangu si alienda kanisani, nyanyangu ni mokolino Ma, nyanyangu hakuuliza mamangu kwenda SDA ama Catholic. Sasa mimi juu Mungu ni mmoja, mimi naabudu Mungu mwenye hatupotezani pahali. Kila mtu aombe Mungu wake bora, hakuna mtu anadhuru mwenzake. Sasa mimi sioni watu wa kwetu hawana shida na chenye mimi na maamuzi yangu yenye mimi naweza chukua Naona watashukuru hata watashangaa wata kufurahia, kwa sababu si hata wanachukia Uislamu. Hakuna majuto nimejutia kuwa Muislamu kwa sababu si, -siwezi juta kwa sababu ni furaha yangu kuwa Muislamu. Sasa sioni pa kujuta juu ni furaha tu nasikia. Sasa ina maana siwezi juta juu ni saa pada klasi kingine chenye nilikuwa niko siko, niko tatu moja tatu, kote kote sai niko pamoja penye napajua. Sasa hiyo ndio klasi ya kwanza kujielewa. Nikienda mbele sasa, ningetaka kwambia mtu mwenye anataka kusilimu, anaweza taka kusilimu, yeye achuguze ukweli, hupidiki, achuguze hao watu wawili. Mungu, Mungu amempa yeye kujua, atajua ataona ukweli hutanganyiki. Mm, ukweli unakuwa straight. Sasa mtu mwenye akona kweli, kama kweli mtu anataka kujua ukweli ataujua, na akiujua atafurahia, kwa sababu hata hutaipata na shida yote, utakuwa wewe unaogozwa ni furaha, kwa sababu kama unapenda una furaha, Mungu hawezi kupa kulia. Mm, utakuwa unaishi na furaha juu Mungu analipaka mtu cha naomba Sai, kazi yenye mimi nafanya hiyo kazi huwa si halali, lakini mimi nauzaga sigara. Lakini hiyo ndio yani, kwa wakati huu nasukuma nao ligana vile. Sasa kwa wakati huu hiyo ndio naendelea nayo. Mi ni mtu ambaye naweza naweza adoto yangu yote yenye iko nikupata hii kompyuta. Nikipata hiyo kompyuta, kuna program niko nazo zenye zitansaidia, kwa sababu mi naweza code. Sasa mi naweza naona niko na hiyo kitu ambacho naweza program kitu nakiwe. Sasa kuna kama tuseme, kwa mfano naweza program kitu kama calculator, nitengeneza calculator ifanye. Sasa ndoto yangu ni kupata laptop, hiyo ndio tu hiyo hiyo. Nikiipata maisha yangu ndio hivyo, hivyo ndoto yangu itakuwa imetimia. Ni hivyo, ile nitakuwa nimeiacha juu nilisikia ile ni ju, huwa si halali.